Si kila mtu aliye kwenye maisha yako ametumwa na Mungu, na kuna watu unaowasaidia wanaozuia baraka zako. Usiogope, katika video hii nitakuonyesha aina saba za watu ambao hupaswi kuwasaidia. Namba moja: asiyetaka kubadilika. Usimsaidie mtu ambaye hataki kubadilika. Kama hataki kuziacha njia zake mbaya, msaada wako hauwezi kumbadilisha, bali unamfanya azidi kuwa na moyo mgumu zaidi. Ni kama vile kutengeneza ngazi kwa ajili ya mtu ambaye hana nia ya kuipanda. Mtu wa aina hii hataki uhuru, bali anataka ukawaida. Mithali ishirini na sita kumi na moja inasema kama vile mbwa arudiavyo matapiko yake, kadhalika mpumbavu afanye upumbavu tena. Na huo si tu kwamba ni ukali wa maneno bali ni ukweli. Mungu anakutaka uchunguze matendo na si kuwa na utu peke yake. Kama waliipata kweli neema na nafasi ya kukua, ila bado wakachagua uasi, usiendelee kuwasaidia, bali rudi nyuma, kwa sababu wakati mwingine maumivu ndio njia pekee ya kumfanya mtu achukue hatua, na kuwasaidia kwako mara kwa mara kuna wazuia wasiamke. Kuna tofauti kati ya kumsaidia mtu na kumzuia asijifunze maisha. Namba mbili, anayekulazimisha kumsaidia. Kuna watu hawahitaji msaada, wanahitaji utawala, na usipokuwa makini, matatizo yao yatakugeuza kuwa mtumwa wa kuwasaidia. Hawa ni watu ambao wanaochukulia wema wako kama vile ni wajibu watakufanya ujisikie vibaya, watakufanya ujione umepoteza akili, watakufanya uone kama kusema hapana ni upagani. Sikiliza, hila zao si huduma. Yesu mwenyewe kuruhusu kutawaliwa na hisia za watu, au matarajio ya watu, tunaona kwenye kisa kilichoandikwa kwenye kitabu cha Luka 4, pale watu walipotaka kumzuia Yesu asiondoke, wa ili wamdhuru aliondoka katikati yao kwa sababu kazi yake itokani na hisia bali inatokana na kusudi. Si kwa sababu mtu anakupigia kelele kuhusu mahitaji yake ndio unapaswa kumsaidia. Hapana. Kama msaada wako unadhuru amani yako, kusudi lako au utu wako, huo si msaada, huo ni mtego. Namba tatu. Mchonganishi. Mungu habariki kinachowagawanya watu wake, na kumsaidia mtu anayepanda mbegu ya uchonganishi ni kumsaidia adui. Hawa ni wambea, wapenda drama, wanaotabasamu kwenye nyumba za ibada ila ndio wanaouliza watu mtaani. Tito tatu kumi inasema mtu aliye mzushi, baada ya kumwonya mara ya kwanza na mara ya pili mkatae, na hilo si jambo baya, bali limeamriwa kwa sababu kumsaidia mtu anayechochea ugomvi si tu kwamba upo katikati, bali umehusika na mgogoro wao na ugomvi wao, utakuwa umesababishwa na wewe. Linda amani yako, linda kusudi lako. Mungu hakutaki kumsaidia mtu mchonganishi. Namba 4 Mtu mbinafsi. Kuna watu hawataki kukua bali ni wanyonyaji, na kuwasaidia kwako mara kwa mara kuna kufanya ukauke kiroho. Unawaombea, unawasikiliza, unabeba mizigo yao, lakini hakuna kinachobadilika. Kwa nini? Kwa sababu hawataki mabadiliko, bali wanataka ufadhili. Hata Yesu mwenyewe alikuwa na mipaka. Alihudumia wengi, lakini kuna muda alijitenga na kuwa peke yake. Luka tano kumi na sita inasema, lakini yeye alikuwa akijiepua, akaenda mahali pasipokuwa na watu, akaomba. Kama mwana wa Mungu alikuwa akitenga muda wa kuwa peke yake, wewe pia unapaswa kufanya hivyo. Sio binafsi, kulinda nguvu yako bali ni afya kiroho kwa sababu roho iliyokauka haiwezi kuona sawa sawa. Na uchovu ni moja ya mtego wa adui anaoupenda sana. Kusaidia si utakatifu ikiwa inakukausha wewe binafsi. Namba tano: kuchukua nafasi ya Mungu. Kama mtu anakutizama wewe badala ya Mungu, acha kumsaidia. Wewe si mwokozi wao. Mara nyingi inaanza taratibu, watakuomba uwaombee, uwashauri, uwasaidie, lakini kadri muda unavyozidi kwenda, wanaanza kukutegemea wewe zaidi kuliko wanavyomtegemea Mungu. Na ukweli ni huu, kila mara unapokimbilia kuwasaidia, unasimama kwenye nafasi ambayo Mungu ndiye alipaswa asimame. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kumi na nne pale watu walipotaka kuwaabudu Paulo na Barnaba kama miungu, walirarua nguo zao na kupaza sauti zao wakisema, sisi nasi tu wanadamu hali moja na ninyi. Walitambua hatari ya kuwaruhusu watu wawatukuze badala ya kumtukuza aliyewatuma. Unaweza ukawaongoza, unaweza ukawaombea, ila usikubali kuwa chanzo cha mtu. Kama wanaendelea kukugeukea wewe badala ya Mungu, msaada wako utageuka kuwa kwazo namba sita mtu mwenye kiburi wanajua kile mungu amesema lakini bado wana kiasi usishirikiane pamoja nao hawa ni watu wanaosema ndio najua maandiko yanasema hivyo lakini mimi bado naishi maisha yangu waraka wa pili wa thesalonike sura ya tatu mstari wa kumi na nne inasema na ikiwa mtu awaye yote halishiki neno letu la waraka huu, jihadharini na mtu huyo, wala msizungumze naye, apate kutaayari. Kama mtu anaenda kinyume na bado unamuunga mkono na kumsaidia. Umsaidi, una na kumsaidia, humsaidii bali unamwangamiza na unajiangamiza wewe binafsi. Wapende ndio, ila usishirikiani nao kwa chochote ikiwa ni watu wenye kiburi. Namba saba: anayezuia kusudi lako. Watu wengine hawapo kwa ajili ya mwito wako, wapo kwa lengo la kuharibu. Wanaweza wasiwe wakorofi au waasi, ila hawapo pamoja na wewe, na kama hutakuwa mwangalifu, huruma yako itakufanya ubaki mahali ambapo Mungu alikuambia uondoke. Katika Mwanzo kumi na mbili, Mungu alimwambia Abraham, toka katika nchi yako kwa watu wako na katika nyumba ya baba yako, lakini Abrahamu alimbeba Lutu. Ni hadi alipotengana na Lutu ndipo Mungu alimpa Abrahamu maono kamili ya hatima yake. Wakati mwingine watu wabaya si waovu, bali ni uzito wa ziada. Usichanganye uaminifu na utii. Mungu akikwambia uondoke, huhitaji ruhusa ya kila mtu, ni mwelekeo tu. Baadhi ya watu unaojaribu kuwasaidia, Mungu anajaribu kuwaondoa kwako ku. Swali si je, wanastahili kusaidiwa. Swali ni je, upo tayari kutii hata kama inaonekana kama ni kuachana nao. Kumsaidia mtu asiye sahihi kunaweza kukufanya ujisikie mtakatifu, lakini kutotii, hata ukiwa na nia njema, bado ni kutotii. Peleka hili kwenye maombi. Muulize Mungu. Nimekuwa nikimbeba nani ambayo kuniambia ni mbebe? Umepata kitu? Tuambie nini unafikiri kwenye maoni. Vilevile vile usiache kuonyesha upendo kwa kulike na kusubscribe. Hadi wakati mwingine.